Hola Haleluya, ninarudia tena kusoma Warumi sura ya 12 mstari wa pili, anasema wala msiifuatishe namna ya dunia hii, bali mfanywe upya kwa kuwa, bali mbadilishwe kwa kufanywa upya akili zenu, mpate kuyajua hakika mapenzi ya Mungu yale mema, ya kupendeza na makamilifu. Naanza sasa, nasema msifuatishe namna ya dunia hii, usifikiri kama dunia hii inavyofikiria. Usitatue, usitafute ufumbuzi wa shida zako kama dunia inavyofanya, usifanye kama dunia inavyofanya, usiongee kama dunia inavyoongea, usitembee kama dunia inavyotembea, usifikiri kama dunia inavyofikiri, usiamue kama dunia inavyoamua, usiconclude kama dunia inavyoconclude. Ufanywe upya akili yako kwa kuya kwa kutumia neno la Mungu. Kuna chochote unachotakiwa kufanyiwa maamuzi, tafuta neno la Mungu ndio liwe sasa reli yako ya kufanyia yale maamuzi. Unataka kuoa, chukua neno la Mungu ambalo linasema mke mwema hutoka kwa nani? Kwa Bwana. Ndiyo hivyo inavyosema, na sio kosa kuoa au kuolewa Unaoa wapi? Unaoa kwa nani? Kuna vehicle ambayo itakusafirisha kwenye hiyo jana ya kutaka kuoa. Itakwambia usifanywe nila na wasio amini, itakwambia uwe na subira, ili kwa sababu katika kuoa kuna mambo mengi atakayokuja baadaye ambayo yapo pia kwenye neno, lakini hiyo isikusumbue kama wewe ulioa kama vile mimi nilivyooa kabla sijaokoka Which I'm not saying that uh, all is bad, no. Kama ulioa, oh, usije ukasema ah, mimi basi sina kwa exclude hapa up. Ah, uko mambo ya maisha nayo endelea nao, yanatakiwa yasitoke kule duniani. Usifuatishe dunia inavyoamua shida zako za kwenye ndoa. Usifuatishe dunia inavyo dai madeni, eh, okay. Wanakwenda kuhukumiana huko mahakamani. Mtume Paulo alikuwa anawaonya wa, anawakemea wa Korinto. Soma wa Korinto wa kwanza eh, sura ya pili, no sura ya tatu na kuendelea, sura ya tatu na ya nne pale anawakemea wale watu wa Korinto ambao wao mpaka sura ya tano ambao wao walikuwa wakipata ishu, wanakwenda huko mahakamani kwenda kusoti ishu zao wa Wakristo wakati na unajua, ni kama vipi yani, kwamba bwana Chemo, nimemsikia Chemo yuko anataka kujenga kanisa jirani na kanisa nililojenga mimi, anataka kuniibia watu. Hii kesi inapelekwa kule kwa <laughs> kwa watu wasioamini wa <laughs> wale watu wasioamini wa, wanasema ah, hawa jamaa hili fikiri wana Mungu bwana, sasa kwa nini huyu anasi anajenga kanisa ili ya ah, ahudumie watu wa Mungu? Ah, ah kumbe wanajenga kanisa ili wapate watu, ili wapate hela. Ni namna ya ulimwengu, they make people into merchandise. people become their merchandise. So usifuatishe hiyo formula ya dunia, don't use the formula of the world. Jesus Christ. Hapo kuna vitu na vikumbuka kweli Unasikia hatua kumi za kufanikiwa kiuchumi eh? Ya kwanza hakikisha unaweka hela zote unazozipata ziwe za kwako, napata hela zote ziwe za kwako tu, namba moja hiyo. Usifanye matumizi, usitumie, uwe mkaksi, kula vyakula kula, kula chumvi tu na maji chemsha. Ukifanya hivyo kwa mwaka mmoja, unajua utakuwa umekusanya kiasi gani cha hela hapo. Imagine, imagine unakula, unakula, okay, unaongezea kidogo ili usife na njaa. Kuna watu wana save money kwa ajili ya kufanya vitu, kufanya makeup, kununua perfume. Wako tayari wananunua vyakula, wana mpaka watoto wao wanapata wanapata utapia mlo kwa sababu hawapati chakula, mama ameseve hela kwa ajili ya kununua makeup kwa ajili ya kwenda saluni, kwa ajili ya kujipendezesha mwenyewe. Can you imagine that? Anataka kujiboresha mwenyewe. Wengine anataka asave hizo hela ili awe tajiri, kwa sababu tajiri ni ku save money, that is the way of the world. Unaniambia hapa, utasema sasa, unasemaje ndugu yangu hapo? Kwa hiyo ina maana I dunia a I mean kwa mungu zitofa tofauti absolutely kwa mungu it is a different principle anasema kwa mungu give toa and it shall be given unto you anasema it shall given be given unto you how much good measure shaken together pressed down and running over shall people Give unto you. But you But have to activate that receiving by giving. giving. It's better giving than receiving. Yondo principle ya Mungu sijilimbikizie vitu mpaka vikaoza, unalimbikiza we. Bwana Yesu alikuwa anatoa mifano mizuri kweli kweli, anasema kuna jamaa mmoja alikuwa na shamba lake kubwa. Sasa mwaka jana kavuna gara limejaa vitu, lakini mwaka huu tena shamba limependeza. Akasema yule bwana akajisemea moyoni mwake akasema, ah, kayambia nafsi yangu ini, una vitu vingi sana vya kutosha, hafu bado kuna vingine vinakuja. Sasa unatakiwa kujifurahisha, you, you need to rejoice. Tafanya nini sasa ili nijifurahisha ya mambo yote mazuri haya haya Yani, ni maliza ni nayo mimi tu they are all about me. What am I going to do more? Jamaa akasema nitavunja haya magara sasa. Nitajenga makubwa zaidi. Alafu yale mazao mengine nitayaweka. For me nitajirimbikizia. That is the way of the world so that I have many more. I am the number one rich person on the world hata huyo tajiri namba moja duniani anataka zaidi, anataka zaidi. chi unajua, Bwana Yesu alichomwambia, alichosimulia maana, that was an example parable, akasema. Lakini Mungu akamwambia, mpumbavu wewe, kesho wanaitaka roho yako. Huu ni nani atakaye spoil, atakayevitumia vile vitu ulivyojirimbikizia. So katika prinsipo ya Mungu ukiwa hapa duniani, yani wewe umekopeshwa na Mungu. Everything God has leased to you, everything. So you have to do with them the things of God. Kama unanisikiliza una benefit kwenye haya mafundisho participate, changia ili huduma hii wafikie watu wengi zaidi. Pengine we changia tu ili watu wengi zaidi waweze kupata haya mafundisho yako mengi, unaona. So, kama vitabu, nimeandika vitabu vingi, lakini haviwezi kuwafikia watu waliopo huko Chizomoche, huko hawawezi kuvipata hivi vitabu. Kwa nini? Havipo, havijafika kule. Vinawezaje kufika visipopelekwa? Hapa ninao watu ambao wanavyo hapa, wanasoma daga mbili amemaliza kusoma, natupa huko huko. Lakini kuna watu uchizo moche wakipata, yaani wanakwambia nimepata kitabu hiki. Kitabu anakificha ni cha kwangu tu, hataki kukipoteza, kwa sababu hakuna mahali pengine ambapo wamewahi kusikia mambo jinsi alivyosikia, yanamuondoa kutoka mahali fulani kumpeleka mahali pengine. That is the principle of God. Na, na kuhamasisha umebarikiwa. Bariki kazi ya Mungu iweze kufika mahali pengi zaidi. Wewe ni tuwasiliane na uhakika kwamba labda hutaweza kuwasiliana na mimi kupitia YouTube. Lakini kwenye Facebook pia natuma haya mafundisho. Wewe nenda kule andika ujumbe wako kwamba bana, nataka kukuchangia, kwa nataka kukupa uh, pound laki tisa I'm uh, giving to your ministry it will do a good job. Nataka kukupa dola milioni moja, ufanye kazi ya Mungu. Hiyo hiyo kazi inapendeza sana, ifike, sio iishie tu chizomoche Tanzania, iende Kenya, iende Zambia, iende Malawi, iende Kongo, iende Rwanda na Burundi na Sudani ya Kusini, ifike mpaka Namibia, wanaongea Kiswahili kule, wakikutana na andiko la Kiswahili wakutane na hili hapa. Wasikutane na ale vile vindumbwe ndumbwe vya nyimbo za watu wanaimba kwenye bongo flavor huko. Wakajua ndio kila kitu kwa habari ya <laughs> Kiswahili. <laughs> So you You have that opportunity. Don't waste it. You will not get another chance. You have this chance to participate in this very good work. And any other good work. Siseme hii ya kwangu tu. Yoyote njema unayoiona, wewe changia huko. Unaweza ukasema ah, mimi sikuchangii wewe. Nitamchangia mwingine. Sawa, lakini si ni kazi njema. Changia huko. Participate, be a partaker of the good work of God. And you will see, and that is the principle of the kingdom. Kama uwezi kunichangia, kuparticipate, Asinyombe there are many people who pray for me and I appreciate that Okay, so hapa nasema mbadilishwe nini akilizennafio nimeikava so change replace the thought you used to have that you are a thug kama mimi nilivyokuwa into other thoughts that you are a child of God you are a daughter or a son of God You are, you have inherited from God. Wewe ni mrithi pamoja na Kristo. Umeketishwa pamoja na Kristo. Umefufuka pamoja na Kristo. Uhai wako umefichwa na Kristo. Wewe unayo mamlaka, unayo utisho, unacho kibali, unayo favor, favor, favor, favor. Haleluya. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Si nilishaisema hii? Ali alialiko kwenda kujitambulisha tu kwenye <laughs> kwenye huduma ya mtu mwingine Sema fire fire fire <laughs> what does fire fire fire what does has to have to do with anything with Jesus this is what I'm saying have everything to do with you with Jesus okay sasa hivi vitu ndo ukivisimamia oh tell me about fire fire will just explode wherever you go yani utaripua mambo ukienda mahali popote utakuwa wewe mhubiri wa kulazimishia. Kuna watu wanalazimishia, wanalazimishia. you want to be that, because ministry will just flow out of you, so you will change the thoughts you are thinking and the thought pattern, you will change your perceptions. Yani utakuwa sharp, yani Ut, mawazo, okay, yako yatakuwa yana resi wewe ni, ni mtu wa matatizo ukitokeza ni matatizo, malalamiko, lawama, manunguniko. you don't have one solution. Una fail kutambua kwamba ulimwengu huu ni ulimwengu ulioanguka you are looking for, yani unatafuta solution kwa mtu wa damu na nyama you won't get that solution because huyo mtu wa damu na nyama ana matatizo yake binafsi. Hawezi kutatua ya kwako. Kwanza anatatua ya kwake kwanza. Ya sasa hivi. Alafu na ya baadaye mm, anasema, baadaye miaka kadhaa ijayo mambo yangu hatakuwa mazuri, anatatua tatua na yale. Alafu ndo aje akumbuke ya kwako. Solve your own problem. You have the authority, you have the mind of Christ. Tuendelee sehemu inayofuata.